Well, yeah. Tuko chuo cha walimu hapa mwana, tunapiga stori na wanachuo tu, tunasikiliza maoni yao kuhusiana na mahusiano ya chuo yapoje? <laughs> No, naona bwana wabiji, inakuaje mwana? Kopoa naona umepoa hapo mwana A5 kwanza Inakwaje safi? Uko okay, okay. Ah, uko poa. Uwe ni mwanachua mwaka wangapi? Mwaka wapili? Mwaka yeah. Wapili na anategemea kumaliza mwakani sindio? Okay, safi. Sasa hivi hapa chua unakadema? <laughs> <sighs> yupo anaitwa nani? Latifa. Latifa yuko mwaka wangapi? Mwaka wapili, anamaliza mwakauu? yeah. Na anakupenda Unahakika? Ndio, kabisa. Asilimia ngapi? Asilimia mia, mia. Asilimia mia, mia. Unahakika kwamba sasa ukimpigia simu kumwambia kwamba kwamba nakupenda na kutaja jina lako unahakika na anaweza kutaja jina? Jamaa naamini demu wake Ratifa anampenda asilimia mia moja mimi nataka tumpigie Ratifa amtaje jina. Omari, Omari. Mm. Okay. Namba, namba namba uh -huh. Yes. Mm. Bana, naomba namba yakwa namba yake Latifa. Yes bana, mi nampigia Latifa, tunampigia Latifa patujue kabisa kwamba ba Omari? Naitwa. No, Omari okay. Lakini mbona anapokea simu? Au yuko busy alatifu apokee simu mwana po huh? <laughs> Wa tuna bahati ah, mwanangu walatifu apokee simu mwanangu, a sisi tunampigia tena Mwanangu, unajiamini asilimia mia na nakupenda. Na una hakika uta... yeah. Mwoa? Kwa hiyo yeye anamaliza, si ndio? Na yeah. Yeah, wewe ni mwenyeji wapi? Mimi mwenyeji wa Tanga tu. Kigoma waa, Tanga tu Kigoma. Sisi tunaamini siku zote mapenzi yako Tanga, si ndio? Imekuwaje kwaje mwanangu? unazama <coughs> una, una, una una na kwenye mapenzi mm, mm -hmm. na mtoto wa Kigoma tena Muha, si ndio? Unajikubali vipi? Na umekutana naye hapa chuo. Kwa hiyo ukiwa na shida na kusaidia <coughs> ni kiasi gani cha pesa ambacho ushawahi kumpatia kikubwa hapa chuo? elfu mm. sabini, -sabini. Mm. na alikuwa na shida au ilikuwa tu ni ya kwenda kufanya shopping? Na alikuwa na shida mm. na na wewe alishakusaidia nini hapa chuo? laki moja laki mwanangu, ah. kuna watu wanapata bahati mwanan eh. sabini ye, laki laki moja a la mwanangu metisha ongera sana kama ni kweli mnapendana Neno Latifa. Latifa, ni ni hili, moja basi kwa Latifa mwambie tu Latifa, mimi neno wangu ni hili moja tu kubwa, Latifa nakupenda, na nitakuwa wanan watu wanajikubali lang... <laughs> <laughs> wa, wa, wa, wa, wa, si yako kujikubali. Unajua sasa tupo kwenye dunia ambayo mabinti wengi anaamini kwenye ku, pesa, si ndio? na hapa chuo umesema na upo naye Ratifa. ha, kuna watu ambao washao kukusumbua sumbua kwenye kuingilia mahusiano yenu. Watu hapa hawakosi. Kwa hiyo lakini mnasimama vizuri na mna, ndio tunamaliza. Mwanangu wamali tisha sana mwanangu, ongera Sa. sana Bana Ratifa, usimwache mwanangu, mshikaja anakupenda sana utamsalimia Ratifa <laughs> Wakaka nakwaje, uko poa? Umejificha huko uh, eh uh, mpo bana. Mimi nataka tupige stori moja hivi, si ndio? Uko poa, lakini unaitwa nani? Shedrack? uh. na wewe ni mwanachuo uh. Sasa mbona najificha? Njoo basi, mwanachuo mwaka ngapi? Sasa mbona nakimbia? ni nani yule rafiki yangu, rafiki yako, sisi njo basi. nani anaitwa Iphone? njo basi, rafiki yangu, njo bana. Kwa nini, wa kaka hivi? Mm. Hapa chuo naona mpenzi, ah, hamna au na demu? Unaishije eh? A una. <laughs> <laughs> unaishije Bana hapa, mm. naona kama tunadanganyana, nadanganyana, nadanga e. ila unaye wakumdanganya kumdanganya? Upo mwaka mwaka wa pili? Mwaka wa pili, unamaliza mwaka huu? Mwaka mwaka. Kwa hiyo yani toka umefika mwaka jana, si ndio? Huu mwaka wa pili, maanake manake huna hata demu ambayo ishamuona u isha mchu wa A, nilikuwa naye ila mm. eh. eh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nilikuwa na kama mieisho nikaachana naye. Kwa nini ulimwacha? Sasa si ndio hivyo kama tunadanganyana. Alikuzingua? alikuomba hela nyingine? eti Amna. Amna niliona tu ni mieisho, yaani hapa kuna mapenzi, tunadanganyana tu. alikuwa anaitwa nani? <laughs> Mwana. Basi neno moja kwa kisa, neno moja namuombea atafute mwanaume, apate mwanaume bora akumuoa kabisa, uh, ila bado nampenda mwana, eh kumpenda, bado nampenda. Kwahiyo haujawahi kufikiria kwamba ipo siku utakuja kumtafuta tena? Ila y shk kupigia simu mara moja moja, mara anakupigia simu eh, uh, na mnakumbushia, tunapiga stori za kawaida, za kawaida za maisha, sindio? Kwa nini umeshindwa? Ebu naomba kum, yaani kitu kimoja tu brother, sawa. Mtaje tu jina, ndio maana bado na yeye yuko hapa, unaona? Sasa umemtambia shamaliza, si ndio? Na bwana ex wangu bado yuko hapa, rafiki yangu sana. Mnasaidiana sana Eh. naye alikuwa anajua mahusiano yako ya nyuma Sijai kumwambia wala sijai kumwambia mtu yoyote ye sijajua. Na kwa nini mmekuja kujificha huko? huku tumekutana tu yeye yuko mishe zake na nami naingia kidogo mm. Na nashuka Okay. tupige story kidogo Mbona? mm. yeah. ni mzuri mwanangu, ujafikiria. fikiria nini? Ujafikiria <laughs> yani yeah, yeah, yule ni kama mdogo, mdogo no. mm. wangu yeah. Ila yanakupigia namba yake mwanangu, namba yako bado? Kama hiyo ananipigia mm. nikimaliza, maana naogopa kuumia, nafuta meseji Okay. Okay. Sehemu ya msidita unawaambia nini ambao wana mahusiano hapa chuo? Wao, hapa chuoni. Mm. Yeah. Wana mahusiano hapa chuo. Kama wanapendana kweli mm. e, waendeleze mahusiano yao, lakini wakae kwa makini okay. E, wawe na umakini wasipende ile kupitiliza, maana hapa tunadanganyana mwanangu. mm. mm. metisha sana. Asante. Asante. Naamini kabisa apo watu wote wanadanganyana, hakuna ambao wameshatoka wakaoana. Yaani kwenye kwenye, kwenye mia moja unaweza kupata hata wawili au mmoja au sipate kabisa, hmm. kwa mapenzi ya chuoni ni kudanganyana. Ni kudanganyana hata. Wa, chukua hiyo mapenzi ya chuoni kudanganyana, au sio mwana? Wa. Wa, bingi. Asante. Shukrani sana mwanangu. atenzetu